Hapa nitakuletea vyakula, nitakuletea tiba asili, lakini pia nitakuletea lifestyles ambazo zitakufanya wewe uweze kurejesha nguvu za kiume, uweze kuwa vizuri zaidi. Kama uko hapa ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Sasa hapa nitakuelezea vitu gani ufanye ili uweze kuondokana na changamoto, uweze kuondokana na aibu. Wanaume wengi imekuwa ni aibu hakuna kitu aibu kama hichi, yaani hakuna. Hamna eh, kitu kibaya sana kama kupata kukosa nguvu ah, za kiume. Kitu cha kwanza ambacho ni lifestyle unatakiwa kuwa nayo kwanza, hakikisha unaepuka msongo wa mawazo. Epuka vitu ambavyo vinakupa msongo wa mawazo, na namna rahisi ya kuondokana na msongo wa mawazo ni kwamba hemu ah, usi usi usi usi jipe stress kwa vile vitu ambavyo wewe huwezi kuvicontrol na uwezi kuvifikia. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inatakiwa uwe nayo ni, ni solution moja unatakiwa kuwa nayo ili kupunguza msongo wa mawazo. Namba mbili, punguza hofu na haraka unapoenda kushiriki tendo la ndoa. Wengi tunakuwa na hofu lakini pia wengi tunakuwa na haraka yani, haraka eh, fasta fasta. Hiyo ni hatari na maana ah, mwili wako haukai kutulia. Lakini cha tatu, hakikisha unapata usingizi wa kutosha. Wengi tumekuwa tukikosa usingizi eh. Usingizi ni tiba, usingizi ni dawa, unafanya kuendelea kuzalisha homoni ya testosterone ili uweze kuimarika za zaidi. Lakini pia hakikisha uh, unapiga mazoezi na unapata muda wa kupumzika. Wanaume hatupati muda wa kupumzika, hatupati muda wa kupiga mazoezi. Fanya mazoezi, piga push up, fanya mazoezi ya kegeli. Haya yatakusaidia uh, kuondokana na changamoto hiyo ya nguvu ya upungufu wa nguvu za kiume ambayo imekuwa ikitesa uh, wengi. Lakini pia kitu kingine ni kwamba na kitu kingine ni tibu changamoto ulionayo. Nimeshaelezea kwenye vyanzo vinavyosababisha upungufu wa nguvu za kiume, ni changamoto karibia zote zile za kiafya, iwe pressure, kisukari, bawasiri, vidonda vya tumbo, asidi, malaria, changamoto yote ya kiafya, ngiri, tezi dume. Tena hizi ndo baraa, ngiri tezi dume hizi ndo baraa, UTI ndo baraa kabisa, kwa sababu hizi moja kwa moja zina athiri mfumo wako moja kwa moja wa uzazi. Ni moja ya, ya, ya su, inabidi kwanza utibu hizo changamoto Yani, usitafute nguvu za kiume kama una changamoto yote ya kiafya inayokutesa. Ni kwa nini? Kwa sababu changamoto zote za kiafya huwa zinashusha nguvu zetu, yani nafanya nguvu zako ziweze kuwa zoofu. Sasa nguvu zako zikiwa zoofu, ni ngumu sana kuweza kulihimili na kuweza kulimudu tendo la ndoa vizuri. Tena kisukari, bawasiri, eh, vilonda yeah. vya tumbo, pressure ngiri na, na tezi dume. Hii ni zaidi ya tatizo, hii ni zaidi ya tatizo. Kwa hiyo, kabla hujachukua maamuzi, jiulize, je, ehe hivyo sina changamoto nyingine ya kiafya. Lakini pia kitu kingine, kama ulikuwa unaangalia picha za ngono, kama ulikuwa unapiga punyeto, ni vitu vingine unavyotakiwa uachane navyo. Ni kwa nini? Kwa sababu punyeto huwa unafanya ile misuli yako ya kwenye uume iweze kuwa dhaifu. Sasa misuli ya kwenye uume ikishakuwa dhaifu, ni changamoto kubwa sana za ushindwa kuperform vizuri. Lakini pia pornography, kuangalia picha zile, ndugu yangu, ni hatari kwa afya yako. Na wale watu wanaopiga punyeto, kama umefikia sehemu na punyeto unatoa manii, uh, manii unaumia, tuwasiliane. Lakini kama uh, unapiga unapiga punyeto mpaka umefikia sehemu, uh, unapoenda kujisaidia, kujisaidia manii zinatoka uh, haja kubwa, unakuta na manii zinatoka, ndugu yangu, tuwasiliane. Ni changamoto kubwa ambayo inahitaji suluhisho la kudumu. Lakini pia kitu kingine cha kuongezea hapa ni kwamba uh, hakuna uhusiano uliopo wa kwamba uume uh, mdogo kibamia uh, na kumlizisha mwanamke Vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa na kibamia na ukamlizisha na ukaperform vizuri kabisa, na unaweza ukawa na ume mkubwa ukashindwa kuperform vizuri, na hii tunaita ni mkubwa jinga. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa ufahamu ni kwamba a, kwenye upande wa ume e, e, maumbile, yaani mbile dogo kubwa halina uhusiano na kuweza kumridhisha mwanamke. Lakini pia cha mwisho cha kuongezea, kabla ya kuongezea, kabla ya kutajia vyakula ambavyo unatakiwa utumie, hakikisha kwenye changamoto ya dawa za wengi wamekuwa wakituuliza tiba ambazo zinaongeza uume. Sasa nimekuwa nikiwaambieni kwamba tiba zipo au hazipo, kwa sababu kuu mbili. Hazipo kwa wale ambao wamezaliwa na ume ukiwa mdogo. Kama ulizaliwa na ume wako ukiwa mdogo, ndugu yangu, hakuna tiba ambayo itaweza kukusaidia ya kuweza kuondokana na changamoto hiyo, ina maana ume wako utabaki vile vile. Lakini pia kuna wenzangu na mimi ambao baadaye uume ulikuwa mzuri, lakini kutokana na ngili, kutokana na haidroseli, kutokana kutokana na velikoseli, kutokana na na na punyeto imewapelekea pia ume wao kuwa, e, umekuwa mdogo. Kwa sababu ukifanya hivyo ume wako unakuwa mdogo, na sasa hao hawa wanaweza wakatibika hao, wakipata tiba wanaweza sahihi, ume wao ukarudi kuwa mkubwa. Ndio maana ukija kwenye clinic sisi tunakupa uh, ile tiba ya kuweza kunyoosha ule uume bure. Tiba ambayo imesaidia wanaume wengi sana. Kwa hiyo ni lifestyle ambayo unatakiwa uwe nayo, ili uweze kuwa na nguvu za kiume barabara. Lakini vyakula, vyakula vipi vyotakiwa kutumia kwanza, parachichi. Yaani usije ukaepuka parachichi kwa sababu ina mafuta mazuri sana na vitamini E zinazoongeza mzunguko wa damu kwenye uume. Kwa hiyo ukitumia parachichi ni nzuri sana, itakusaidia kulimudu tendo la ndoa vizuri sana, lakini pia asali na tangawizi. Tumekuwa tukiambia mchanganyiko huu unaongeza joto mwilini na nguvu, energy. Tunachokihitaji hapa ni energy. Kwa hiyo ukiwa na asali unaweka kwenye a, kwenye e, tangawizi, ndugu yangu, nguvu zako zitakuwa barabara kabisa, lakini pia usiache kutumia korosho rozi, na mbegu za maboga. Mbegu za, mbegu za maboga zina omega 3 na DHA ambayo ni nzuri sana, omega 3 kuweza kusababisha damu iweze kuenda vizuri kwenye nakufanya uweze uh, kuwa, uh, kuwa, uh, kuwa strong na kuwa vizuri zaidi kwenye tendo la ndoa, lakini pia mayai ya kienyeji chemsha, chanzo kizuri ki cha protini na virutubisho vinavyoongeza stamina. Eh, stamina. Stamina, stamina, nimeshaongelea namna ya kuongeza stamina. Stamina unaiongezaje? Unaiongeza kupitia mazoezi Eh, mazoezi ya kegeli ndio maana wengine wamekuwa wakituuliza mimi mbona napiga mazoezi lakini tendo la ndoa si perform vizuri. Na imekuwa nikiwapa mfano kwamba tunapoongelea mpira, kucheza mpira, mpira ni zaidi ya pumzi. Maana wengine wanasema mpira ni pumzi, lakini hapana, mpira ni zaidi ya pumzi. Unahitaji control, unahitaji stamina pia, uchenga, kwa sababu na watu wanaweza kukimbia kunazidi mpira. Kwa hiyo, hapa pia kwa mwanaume, usije ukafikiri kwamba nikipiga mazoezi nitashiriki vizuri tendo la ndoa. Hapana, kinachohitajika hapa pia una stamina, stamina inakuja kupitia mazoezi. Sasa mayai a-mayai ma, ni mazuri sana ya, ya, mayai ya kienyeji ukichemsha yanaongeza stamina. Lakini ndizi mbivu na maziwa, usiache kutumia ndizi mbivu na maziwa fresh. Yaani mwenyewe huwa anatumia hii kitu mara kwa mara eh, eh, ndizi mbivu ni nzuri sana itakufanya uweze kuperform vizuri kabisa ukiwa uh, akitandani lakini pia kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni kizuri, usiache kutumia kitunguu saumu. Umeza kitunguu saumu at least uh, mara tatu kwa siku, punje hata nne, kama una pressure kushuka, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo moja kwa moja. Lakini pia mboga za kijani na kabichi na za, za kijani zile eh, brokoli eh, sukuma wiki spinach, na virutubisho ambavyo vinasababisha damu izunguke vizuri, kwa hiyo utaweza kulimudu tendo la ndoa vizuri. Lakini pia mwisho, hakikisha unatumia Man Power ambayo tunasema hii ni chai ya mitishamba ambayo inakuongezea nguvu, ambayo ni tiba ambayo sasa hivi imesaidia watu wengi sana kuondokana na changamoto ya ya nguvu za kiume. Kama huko hapo na changamoto ya nguvu za kiume, basi tuwasiliane, au tuambie ni changamoto gani, wewe wewe unatumia nini kuweza kujiimarisha ku, ku, kuji zaidi Usiache kutumia maji, usiache kutumia maziwa ya mtindi. Ndugu yangu, utakuwa barana, utakuwa ngang'ari. Kama ni mara kwanza, ya kwanza, usahau kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kia kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.